Kikosi cha The Young African kimerejea kambini ambapo jana tayari kuanza na maandalizi ya mchezo wao wa kwanza wa NBC Premier League ambao unatarajiwa kupiga tarehe tisa pale KMC Complex. Hivyo basi kupitia ukurasa wake na msemaji wa timu ya Yanga African, Ali Shabani Kamwe, amefunguka mambo matatu makubwa ambayo yanayekumba Yanga kwa hivi karibuni. Na jambo la kwanza ambalo amefunguka Ali Shabani Kamwe ni kitu cha kwanza kabisa amezungumzia kuhusiana na mchezo wao wa kwanza wa ligi kuu wa ligi kuu NBC Premier League ambao utapigwa tarehe tisa pale KMC Complex, na jambo la pili ambao ameeleza ni kuhusu hali ya Mzize kwa sasa inaendeleaje kati ya Mzize na timu, na jambo la tatu ameelezea kuhusiana na kutumia uwanja wa New Amani Complex huko Zanzibar, katika michuano ya kafu katika ma group stage. Na hayo ndo mambo matatu ambayo amefunguka Alishabani Kamwe, na hapa tunaanza kuchambua jambo moja baada ya jingine. So kama wewe ni mara ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video kutoka kwetu. Na tukianza na jambo la kwanza ambalo ameeleza hali Shaban Kamu ni kuhusiana na mchezo wao wa kwanza wa ligi kuu wa NBC Premier League ambao utapigwa tarehe tisa pale KMC Complex ambapo Dar Young Africans wanatarajia kuwa wageni katika mchezo huo, ambapo wenyeji wa mchezo ni KMC, ambao ni wenye uwanja wa KMC complex, na mechi hiyo itapigwa mnamo majira ya saa kumi katika ndani ya tarehe tisa. Hivyo hali shaba ni kamwe, afisa habari wa Yanga, amewataka mashabiki wajitokeze kwa wingi kuisupport timu yao, maana ni mchezo wao wa kwanza, kwa hivyo wanahitaji pointi tatu muhimu ili kuanza ligi wakiwa na kasi na wakianza ligi wakiwa vizuri. Na jambo la pili ambalo amefunguka ni kuhusiana na hali ya Clement Mzize kwa sasa hivi. Hali Shabani Kamwe amefunguka hali ya Clement Mzize kwa sasa hivi. Amefanya hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo ameandika na kusema: mara ya mwisho Tuliwajulisha kuhusu hali ya majeraha ya mchezaji Clement Mzize na baada ya ushauri wa jopo la madaktari na wakishirikiana na benchi la ufundi na wachezaji wenyewe tulikubaliana afanyiwe upasuaji. Maamuzi haya yalikuwa baada ya kuona akiendelea kupata maumivu kwenye goti lake alipokuwa akirejea uwanjani. Nipende kuwatangazia umma kuwa mchezaji Clement Mzize atakuwa nje ya uwanja kwa wiki nane mpaka wiki kumi. Hivyo ndivyo ambavyo amezungumza hali Shabani Kamwe kwamba hali ya Mzize kwa sasa hivi anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Na tunajua kabisa Mzize alirejea uwanjani na alikuwa akifanya mazoezi na timu na bado majeraha ya goti alikuwa yanamsumbua. Hivyo basi, kutokana na majeraha hayo wakakubaliana na jopo la madaktari na wa wachezaji wengine kwamba Clement Mzize afanyiwe upasuaji. Hivyo basi hiyo upasuaji itachukua Clement Mzize kukaa nje na takriban kwa wiki nane mpaka wiki kumi. Je, Yanga itakuwa vizuri kumkosa Clement Mzize kwa wiki nane mpaka wiki kumi? Hivyo basi tukutane kwenye komenti. Na jambo la tatu ambalo alifunguka Ali Shabani Kamwe ni kuhusiana na kutumia uwanja wa New Amani Complex ulioko Zanzibar kwenye grupu stage ya Kafu Champions League, na mechi zote tatu watatumia New Amani Complex. Hivyo basi amewatangazia mashabiki wake kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo Hari Shabani Kamwe ameandika na kusema: baada ya uongozi kufanya tathmini na kuangalia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia kuwa mechi zote tatu za nyumbani kwenye hatua ya makundi tutatumia uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Niwaombe sana mashabiki na wanachama wetu kutoka visiwa vya Pemba, Unguja kujiandaa kuipokea timu na maandalizi ya nguvu Kue, kuelekea mchezo wa kwanza wa nyumbani dhidi ya Farabadi. Wanachama wengine kutoka mikoani tujiandae pia. Tupo kwenye kundi gumu, lakini tukiwa wamoja tutaendelea kushirikiana kwa umoja wetu tutatoboa. Hivyo basi amewataka mashabiki waende kuisapoti timu yao huko visiwani Zanzibar, ambapo wametangaza kwamba kwenye michuano hii ya CAF Federation Cup ambayo wapo group stage itapigwa katika New Amani Complex kule Zanzibar, na mechi yao ya kwanza kabisa wanaanza na Falabati. Hivyo basi amewataka mashabiki kwamba wapo kundi gumu, na kweli Dan African ukianza kuangalia wapo kundi gumu sana, lakini amewataka mashabiki waungane kwa pamoja kuisapoti timu yao hili waende kushiriki na waweze kufuzu hatua ya lobo finali. Na haya ndio mambo matatu mazito ambayo amefunguka Ali Shabani Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa kama wewe msikilizaji, umetusikiliza kwa umakini na na kwa uweledi zaidi. Wewe komenti yako ni hipi kuhusiana na jambo la kwanza ambalo linahusiana mchezo wa ligi kuu wa tarehe tisa ambao utakuwa ni mchezo wa kwanza kwa Young African, na kitu na kitu cha pili ni kuhusiana na hali ya Mzize. Je, wewe una unaonaje kukosekana kwa Mzize ni changamoto kwenye klabu ya Yanga, na um, jambo la tatu ni kuhusiana na kutumia uwanja wa New Amani Complex. Wewe je, makomenti yako ni ipi? Sasa maoni yako, tukutane hapo kwenye comment. Wewe unasemaje? Na kama wewe ni mara ya kwanza unatuangalia, usisahau kusubscribe channel yetu. Hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media, keep watching hadi wakati mwingine bye, bye.